Je, umewahi kujihisi mnyonge baada ya kumaliza kutazama porno? Umewahi kujiuliza kwa nini kila mara unaahidi sitaangalia tena, lakini saa chache baadaye unajikuta pale pale. Sikiliza vizuri rafiki yangu, si wewe peke yako. Watu wengi wanaanguka katika mtego huu, mtego wa dopamini ya uongo. Porno haikuachi bure. Inakula nguvu zako. Inachukua umakini wako na inakufanya utosheke na ndoto za bandia badala ya uhalisia. Lakini leo nataka nikueleze ukweli huu. Unaweza kuacha. Sio kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaweza kujidhibiti. Kila mtu ndani yake ana nguvu ya kuchagua. Kuchagua ukuaji badala ya utumwa. Kuchagua nidhamu badala ya tamaa. Kwanza elewa kinachotokea kichwani mwako. Porno inakupa vichocheo vya bandia, dopamine rahisi. Kila unapoitazama ubongo wako unaamini umefanya jambo kubwa, lakini ukweli ni kwamba haujafanya chochote. Hiyo ndiyo sababu maisha ya kawaida yanaanza kukuchosha, mahusiano yanapoteza ladha na kujiamini kunayeyuka kidogo kidogo. Kama kweli unataka kuacha, anza kwa kujua ni lini na kwa nini unazitazama. Je, ni wakati wa upweke, wakati wa msongo wa mawazo, au ni pale unapoanza kutumia mitandao? Ukishaelewa kwa nini, unaweza kuibadilisha. Badala ya kukimbilia video, nenda ufanye push-ups. Sikiliza muziki wa motisha, andika mawazo yako au swali. Kubadilisha mwelekeo wa akili ndiyo silaha ya kwanza. Halafu jenga ulinzi wako wa akili: futa apps na accounts zinazokuchochea, weka blockers kwenye simu au kompyuta. lala, lala mapema. Mapema usijipee muda wa majaribu. Tafuta rafiki ndugu au mtoto mdogo wa kukuwajibisha. Usijifiche kwenye giza, kwa sababu giza linakula udhaifu wako. Toa siri hiyo na utaanza kupata nguvu mpya. Na kumbuka hili, sio kuhusu sikubali kuangalia, ni kuhusu sitaki tena kuwa mtumwa. Wewe si mnyonge, wewe ni askari wa akili yako. Kila siku unaposimama dhidi ya tamaa, unajijengea nguvu, kujiamini na utulivu wa kweli. Utashindwa mara moja, mara mbili, lakini usiache. Kila kurudi nyuma ni somo, sio mwisho. Kila siku ni nafasi ya kujenga ubongo mpya, nafsi mpya na maisha mapya. Kwa hiyo, kuanzia leo chagua nidhamu badala ya dopamini, chagua ukuaji badala ya tamaa, narudisha nguvu yako ya ndani. Hii ni safari ya mwanaume wa kweli, mwanaume anayejijua, anayedhibiti tamaa zake na anayechagua kuishi kwa makusudi. Hii ni Fikra Thabiti. Kama ujumbe huu umekugusa Subiri video inayofuata. Tutazungumza kuhusu jinsi ya kujenga nguvu ya akili dhidi ya tamaa. Usisahau kusubscribe kwa sababu safari ya udhibiti wa akili inaanza hapa.